Haya, sasa, karibu sana. Leo tunaenda kuchimba kwenye wazo moja linaloweza kuwa kama ramani ya maisha yako. Tunazungumzia nambari ya njia ya maisha yako. Hii inaweza kueleza mwelekeo wako na hata zile changamoto unazopitia. Basi hebu tuanze safari hii pamoja. Ngoja nikuulize kitu, umewahi kuhisi kama vile unapiga kasia lakini boti haliendi kama kuna nguvu isiyoonekana inakurudisha nyuma na hujui ni kwa nini? Basi huenda leo tukapata jibu la hilo swali okay. Sasa unaweza kuwa unajiuliza hii nambari yenyewe inatoka wapi hasa? Jibu unajua, ni rahisi kuliko unavyodhani, na hapa ndipo tunapofungua mlango wa kwanza wa kujielewa zaidi. Hii ndiyo maana yake hasa, yaani fikiria kama una GPS ya roho yako inakuulisha uelekeo wako mkuu lile somo moja kubwa ambalo umekuja kujifunza hapa duniani. Na unajua nini? Maisha yatakusukuma kwenye njia hiyo utake usitake. Kuielewa ni kama kuwa na ramani mkononi, safari inakuwa rahisi zaidi. Na hili ni jambo la msingi sana kulielewa. Sikiliza kwa makini. Nambari hii ya njia ya maisha inatokana na kitu kimoja tu. Tarehe yako kamili ya kuzaliwa. Sio jina lako, sio mahali ulipozaliwa. Ni ile nishati ya siku ulipoingia hapa duniani, hilo tu. Sawa, basi, sasa ndio tunaingia kwenye kiini cha mada. Kuna njia kuu tisa za maisha, na ili iwe rahisi kuzielewa, tumezigawa kwenye makundi. Hebu tuanze na kundi la kwanza kabisa. Tunaanza na namba zenye nguvu za uongozi. Hawa ni wale wanaoanzisha mambo, wanaosimamia, yaani wale wanaotangulia mbele na kuonyesha njia. Angalia hapa sasa, tuna aina mbili za viongozi, lakini tofauti kabisa. Namba moja ni yule mvumbuzi anayeanzisha kitu kipya, haogopi kusimama peke yake, ila changamoto yake, kiburi kinaweza kumponza. Halafu tuna namba nane. Huyu ni mtawala, anahusika na pesa, madaraka, kusimamia vitu vikubwa. Changamoto yake, ile tamaa ya madaraka inaweza ikampeleka pabaya. Unaona eh? Wote viongozi lakini mitindo yao ni tofauti sana. Baada ya viongozi, tunakutana na kundi lingine muhimu sana, waunganishaji. Hawa ndio gundi inayoshikilia jamii, watu wa diplomasia, mawasiliano, wale wanaopenda kuleta watu pamoja. Hapa sasa tuna ladha tatu tofauti za kuunganisha. Namba mbili ni yule mpatanishi, mtu wa amani, ndio maana anafaa sana kwenye kazi za ushauri au HR. Halafu namba tatu. Huyu ni mbunifu, mawasiliano ndiyo damu yake, anawaka moto akiwa kwenye media, sanaa au kuunda content. Na namba tano, ah, huyu ni roho inaopenda uhuru, anapenda mabadiliko, anapenda safari, anaunganisha watu na fursa kupitia mauzo au marketing, yuko on the move kila wakati. Sasa kundi linalofuata ni la wale wanaojenga msingi wa jamii yetu, wajenzi na walezi. Hizi ni namba za utulivu, mpangilio na kubeba majukumu ya wengine. Hapa napo kuna tofauti kubwa sana. Namba nne ni mjenzi. Huyu ni mtu wa nidhamu, anapenda mpangilio, anajenga vitu vidumu, ila shida yake, kubadilika ni kugumu sana kwake. Kwa upande mwingine, namba sita ni mlezi. Maisha yake yote ni familia, ni jamii, ni kuwahudumia wengine. Lakini changamoto yake kubwa ni nini? Anajisahau yeye mwenyewe. Anabeba mizigo ya kila mtu. Na hatimaye tunafika kwenye kundi la mwisho, kundi la watafutaji wa maana ya ndani na wahudumu wa ulimwengu. Hizi ni namba zinazotupeleka kwenye hekima na huruma isiyo na mipaka. Hapa sasa, namba saba ni yule mtafiti. Anapenda kuzama ndani, kutafuta ukweli, ndio maana anafanikiwa kwenye kazi za research na analysis. Safari yake ni ya ndani. Kinyume chake kabisa ni namba tisa. Huyu ni mhudumu. Safari yake ni ya nje kwa ajili ya wengine. Huruma ndio inamwongoza. Anafaa kwenye NGOs, uponyaji na uongozi wa kiroho. Mmoja anatafuta, mwingine anatoa. Okay, tumemaliza namba tisa za msingi, lakini subiri, kuna kitu kingine, namba maalum au master numbers. Hizi sasa ziko kwenye kiwango kingine, nishati yake ni kubwa zaidi, uwezo ni mkubwa zaidi, na ndiyo changamoto zake pia ni kubwa zaidi. Hebu fikiria hivi ili iwe rahisi, namba kumi na moja ni kama namba mbili, lakini imewekewa tabo ya maono ya kiroho namba 22 na ni kama namba 4 lakini ana uwezo wa kujenga vitu vikubwa vinavyogusa dunia nzima. Na namba 33 na ni kama namba sita, lakini upendo wake na uwezo wake wa kuponya ni kwa ajili ya ulimwengu mzima. Sawa, tumezunguka haya yote, namba moja, tisa, nne. Lakini mwisho wa siku swali ni moja tu, so what? Yani haya yote yana umuhimu gani kwako wewe binafsi? Najibu liko hapa. Hii ndio sentensi muhimu kuliko zote leo. Ukijaribu kufanya kazi kinyume na njila yako ya maisha utachoka, ni kama unapanda mlima kila siku. Lakini ukifanya kazi ndani ya njia yako, milango inafunguka, vitu vinatirilika. Ila niweke wazi kitu kimoja, hii siyo hukumu. Kujua namba yako hakumaanishi kesho yako imeandikwa kwenye mawe. Hapana, fikiria kama ni zana ni kama tochi gizani, inakusaidia kuelewa ah, kumbe ndio maana napata shida eneo hili. Inakupa ufahamu. Kwa hiyo tunakuacha na swali hili la kujiuliza. Ebu jiulize kwa ukweli, unapoangazia maisha yako, kazi yako, mahusiano yako, unahisi milango inafunguka kwa urahisi, au unahisi ni kama unapigana vita kila siku? Jibu la swali hilo linaweza kuwa ndio mwanzo wa safari yako ya kuielewa ramani yako binafsi ya maisha.